Niwashukuru sana wazazi baadhi ya wazazi ambao mko hapa ambao mmefuata maelekezo ya kuhakikisha kwamba siku ya kwanza ya kuanza masomo ya kuanza muhula watoto wote wanafika shuleni, naomba tuwapigie makofi mengi sana lakini jambo la pili, kwa niaba yenu, niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo tumeweza kuendelea kuboreshewa miundombinu ya shule za msingi na shule za sekondari. Nataka niwafahamishe tu kwamba yawezekana mtu akasikia ripoti iliyosomwa hapa akaona kwamba tuna hali mbaya sana kwenye sekta ya elimu. Lakini hali yetu si mbaya sana ingawa bado tuna mahitaji. Mkoa huu kwa kipindi cha takribani miaka minne na nusu ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tumejengewa shule mpya mia moja hamsini kwa mkoa mzima. Unaweza usiamini kwa sababu kwa mfano, mzazi uliyepo hapa Msakila au mzazi uliyeko hapa shule ya msingi Mizengo Pinda unatazama tu shule hii moja ulionayo hapa na mazingira yake. Na ndio maana nimesema hatuna hali mbaya kiasi hicho, ingawa tuna mahitaji. Shule mpya mia moja hamsini zimejengwa katika mkoa wetu, shule zaidi ya tisini na ni shule za msingi, halafu hizo nyingine ni shule za sekondari. Na kwa maana hiyo ndio maana nimesema kwa niaba yenu lazima tuendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anafanya jitihada kuhakikisha mkoa wetu wa Katavi unaendelea kupata miundombinu ya shule ambayo inakwenda kuinua hadhi ya elimu na inakwenda kuinua utu wa Mtanzania kuanzia akiwa katika hatua za mwanzo za masomo, kwa maana ya mtoto wa darasa la awali, mtoto wa darasa la kwanza. Naomba tupige makofi mengi kwa ajili ya mafanikio hayo. Lakini swala lingine, tumesomewa taarifa hapa ya uandikishaji. Ukitazama uandikishaji wa halmashauri hii ya manispaa ya Mpanda, bado uko chini, ingawa taarifa ya mratibu inaonyesha kwamba kata hii tayari imevuka asilimia mia moja, lakini maana yake ni kwamba kuna kata nyingine, maafisa elimu kata, watendaji wa kata, maafisa tarafa bado wamelala usingizi, kwa sababu hali hairidhishi. Asilimia iliyopo kwa wilaya nzima ni asilimia thelathini na mbili ambayo sio nzuri na hairidhishi ya uandikishaji, ilipaswa saa hizi tuwe kwenye asilimia tisini na tisa mia, kwa sababu uandikishaji huu umeanza tangu mwezi wa kumi, wa kumi, wa kumi na moja, wa kumi na mbili, ilitakiwa wanafunzi wote wawe wameandikishwa. Kwa hiyo hali hii hairidhishi. Jambo la kwanza, ni nikutake mkurugenzi mtendaji wa manispaa hii ya Mpanda kuhakikisha kwamba hali ya uandikishaji inabadilika kuanzia sasa hivi, utoke wewe na maafisa wako utoke na maafisa tarafa, utoke na watendaji wa kata, watendaji wa mitaa, watendaji wa vijiji na kadhalika, mpite nyumba kwa nyumba kuhamasisha na kuhakikisha watoto wote wanaostahili kuandikishwa shuleni wanaandikishwa shuleni. Nataka niwaambie, ndugu wazazi na walezi, kwamba serikali imeshaandaa mazingira yote mazuri, na mazingira mazuri ni pamoja na kuwa na sera pamoja kuwa na sheria pamoja kuwa na miongozo pamoja kuwa na walimu shuleni, vifaa madarasa na kadhalika, hivyo vyote vipo, ukiacha ule upungufu mdogo, lakini vipo. Na ndio maana serikali ikaagiza tarehe kumi na tatu lazima wanafunzi wote wafike shuleni waanze masomo kwa pamoja. Ile habari ya kusubiri maelekezo ya sera kwamba mwisho ni tarehe thelathini na moja ya mwezi wa tatu, naomba wewe mzazi tafakari mwenyewe kwamba mwanafunzi aliyeingia leo tarehe kumi na tatu mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita na mwanafunzi atakayeingia tarehe thelathini mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na sita hawa wanafunzi wanafanana kwenye masomo wanafanana kitaaluma wanafanana kwenye kujua kusoma kuandika na kuhesabu watafanana sasa kwa nini wewe mzazi usubiri mwezi wa tatu? kwa nini mtoto wako asije shule leo tarehe kumi na tatu kama hujaweza leo basi angalau hata kesho tarehe kumi na nne tunataka wanafunzi wote wawe wamefika shuleni waanze pamoja wajifunze pamoja wazoeane pamoja wajifunze uzalendo pamoja na waendelee vizuri pamoja katika kujenga ule uelewa wa wanafunzi. Miaka kadhaa iliyopita nyie ni wadogo, yawezekana hamfahamu, lakini miaka kadhaa iliyopita ilikuwa kama sasa hivi tungechukua wanafunzi, mlisema hapa mmepangiwa wanafunzi mia mbili na nne. Miaka ile tungeweza kusema hebu kwanza waje wanafunzi hamsini tu waanze masomo. Alafu, hawa wengine wasubiri watakuja awamu ya pili, labda mwezi wa tatu au mwezi wa pili mwishoni. Mnaona hiyo hali ilivyo. Nyie, ni wanafunzi, mko darasani, mnasoma mnajua. Anaye ripoti leo tarehe kumi na tatu mwezi wa kwanza ishirini ishirini na sita na atakaye ripoti mwezi wa pili mwishoni au mwezi wa tatu mwishoni. Kuna usawa hapo? Si hamna usawa kwa kitaaluma eh? Hata kinidhamu, hata kijamii hakuna usawa wa aina yoyote na hivyo serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ikaona kwamba swala hili lifutike kabisa katika nchi yetu, na ndio maana mnaona ongezeko kubwa la shule mia moja hamsini kwenye mkoa mmoja kwa kipindi hicho. Je, mikoa mingine hii ishirini na sita ukipiga hesabu yake ni ni shule ngapi? Hakika ni mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana viongozi, niwapongeze sana walimu, niwapongeze sana wazazi walezi na viongozi wa kijamii kwa ujumla, kwa kuendelea kuhakikisha kwamba maboresho yale yanayofanyika kwa hapa hayana sana sana, yana athari chanya ya kwamba mazingira bora ya kuwapokea wanafunzi wote wa kidato cha kwanza na wanaoendelea na vidato vingine, tayari mazingira hayo yameandaliwa, yamekamilika na ni mazingira mazuri ya kuanza masomo, na kwa maana hiyo serikali imeshatimiza wajibu wake wa kuweka hayo mazingira mazuri. Kazi iliyobakia ni kazi ya mzazi na mlezi kuhakikisha kwamba mwanafunzi anayeendelea na masomo anafika shuleni tarehe kumi na tatu ya mwezi wa kwanza ishirini na sita, na mwanafunzi aliyechaguliwa kuja kujiunga hapa kidato cha kwanza, wajibu wa wazazi walezi na viongozi ngazi ya jamii ni kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wapo mashuleni siku ya leo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa hali ya ufunguzi wa shule ya siku ya leo ni kama ifuatavyo: wanafunzi wapya wa darasa la awali na darasa la kwanza, lengo ni kuandikisha wanafunzi 149 wa darasa la awali ambao wavulana ni 67 na wasichana ni 82, na wanafunzi 189 wa darasa la kwanza ambao wavulana ni 111 na wasichana ni sabini na nane. Hadi siku ya leo tumeandikisha wanafunzi 66 kwa darasa la awali ambao wavulana ni 30 na wasichana ni 36 sawa na 44%. Pia tumeandikisha wanafunzi 159 wa darasa la kwanza ambao wavulana ni 92 na na wasichana ni 67 sawa na 84% ya wanafunzi wote waliolengwa. Zoezi la uandikishaji linaendelea vizuri na tuna matumaini ya kufikia lengo ndani ya siku chache zijazo. Wanafunzi wa madarasa mengine wameripoti kwa hali ya kuridhisha. Shule ina jumla ya wanafunzi 2272 ambao ni darasa la pili hadi darasa la saba, tukiondoa darasa la awali na darasa la la kwanza. Wanafunzi 1233 hadi saa 2 kamili asubuhi wameripoti shuleni leo sawa na asilimia 54. Tunakushukuru mkuu wa mkoa pamoja na viongozi wote wa serikali kututembelea katika shule zetu. Kwa kweli tumefarijika kwamba yote tunakuwaga tunakaa kwenye vikao kujadili na walimu wetu wakuu pamoja na walimu ambao wanafundisha watoto wetu leo yanasikilizwa na yatapelekwa. Hata usipofanyia kazi wewe, nadhani Mama Samia huko aliko anajua kabisa kwamba wazazi wa Mpanda Katavi, mkoa wa Katavi, wana changamoto moja mbili tatu ambazo natakiwa wapelekewe. Tunakushukuru sana mama, kwa kweli changamoto zetu tunaomba uzipokee madarasa ni machache katika shule zetu, pamoja na madawati pamoja na sakafu zimetoboka toboka. Watoto wetu wanapata tabu sana kukaa chini kujifundisha, kuyasikiliza yale ambayo walimu wao wanawaelekeza. Ni mara yangu ya kwanza kumleta binti yangu hapa, na leo ndio siku ya kufungua shule na mazingira niliyowakuta hapa, nimepokelewa vizuri. Kwa kweli nawashukuru walimu, nawashukuru viongozi wetu pia. Uh, changamoto nilionayo ninayoiona mimi ni binti yangu atakapotoka hapa darasa, atakapofaulu kwenda sekondari, najiuliza ataenda wapi? Mazingira tunayoishi sisi ni mbali na sekondari ilipo, lakini kama sekondari nimesikia watajenga hapa. Ni jambo zuri, nawapongeza sana viongozi wetu.